Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanya maandalizi yote kwa ajili ya timu yetu ya Taifa uh, kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania TFF. Hivi ninavyozungumza timu ya taifa iko Misri, inaendelea na kambi uh, ya mwisho kuelekea kwenye mashindano yatakayofanyika Moroko, na matarajio ni kwamba itaondoka tarehe 18 Alhamisi kutoka Misri kwenda Moroko ambako mchezo wa kwanza baada ya ufunguzi wa tarehe 21 uh, wa AFCON 2025 Morocco, mchezo wa kwanza utakuwa tarehe 23 kwa timu ya taifa ya Tanzania kucheza na timu ya taifa ya Nigeria. Uh, na baada ya mechi hiyo ya kwanza tutakuwa na mechi ya pili tarehe 27, uh, ambapo tunacheza na timu ya taifa ya Uganda, lakini tarehe 30 tutakuwa na mechi ya tatu tunakwenda kucheza na timu ya taifa ya Tunisia. Matarajio yetu ni kwamba safari hii tutavunja rekodi Uh, iliyopita ambapo tulipata point moja, safari hii pengine tutavuka zaidi tupate pointi zaidi, na inshallah pengine tutavuka kwenye hatua hii ya makundi, tuende kwenye hatua inayofuata, tufanye mambo mazuri zaidi. Uh, taarifa tulizozipata kutoka kwenye kambi ni kwamba timu iko vizuri chini ya mwalimu Gamondi wanafanya vizuri na serikali kwa kushirikiana na TFF tumehakikisha tunatoa kila kitu ambacho wachezaji wanahitaji. Uh, tunawahamasisha kuwa na morali. Kwa upande wa serikali pia tunatarajia kuwa na ujumbe ambao utaongozana utaongozwa na kiongozi, na nadhani taarifa hii itatolewa kesho kutwa kwa ajili ya kuongoza Watanzania kwenda uh, Morocco kwa ajili ya kwenda kuishangilia timu yetu na kushuhudia AFCON 2025 kwa sababu uh, AFCON hii safari hii E, itakuwa ni ya mwisho kabla ya sisi kuwa wenyeji sisi, pamoja na Kenya na Uganda, kwa ni, ni mashindano muhimu ambayo uh, ni, ni, ni vizuri tuende tukayaone tuka, sio tu sisi serikali lakini pia tumealika wadau mbalimbali uh, ofisi ya rais Tamisemi, tume, tumewaalika viongozi katika manispaa zote ambazo uh, mashindano ya AFCON ya 2027 yatafanyika kwa maana ya Dar es Salaam. Eh, manispaa za Dar es Salaam, lakini pia tumealika viongozi kutoka jiji la Arusha eh, tumealika pia viongozi kutoka jiji la Dodoma waende wakajifunze namna ambavyo wenzetu wanasimamia mashindano eh, fursa mbalimbali namna gani tunazikamata eh, watanufaikaji wao kama halmashauri jinsi ya kukusanya mapato na kutumia eh, fursa mbalimbali. Unajua unapokwenda kwenye mashindano unajifunza ili wewe ukija uje unufaike. Haya mashindano sio kuingia tu uwanjani E, mashindano haya yana vitu vingi ambavyo vinajumuisha kwa tungependa wawakilishi kutoka katika miji yote ambako mashindano 2027 yatafanyika, e, kutoka sekta zote, iwe biashara, iwe utalii, iwe ulinzi na usalama, iwe masuala ya huduma ndogo ndogo, usafiri wote waende wakajifunze, na wanakaribishwa waende wakajifunze. Lakini zaidi hapo, tunashukuru kwamba wako wadau wamejitokeza, kampuni ya Blueberry wamejitokeza kuandaa safari za watu wanaotaka kwenda e, Morocco. Natoa wito kwa Watanzania wanaotaka kwenda kushuhudia mashindano haya waende. Kampuni ya Brubel wameandaa vifurushi maalum kwa ajili ya watu wanaotaka kwenda kulipia, kwa kuna nafuu kubwa sana. Utapewa usafiri, utapewa hoteli, utapewa na huduma za kwenda kushuhudia mechi kulingana na utakavyotaka. Ukitaka mashindano ma, ma, ma, yote, ukitaka mechi mbili, ukitaka ukitaka moja, ukitaka ngapi, uh, wanatoa. Na ni vizuri wa Tanzania wengi twende kwa wingi, licha kushangilia timu, lakini tukapata uzoefu. Goli la mama lipo tunatoa goli la mama kwa kila goli watakalo shinda lakini lazima pia kutokuwa na zawadi kwa timu ya taifa yetu ya Tanzania Twiga Taifa Stars itakavyokuwa imeshiriki kwenye mashindano haya. Sasa, mingine mheshimiwa waziri au naibu waziri kesho kutwa atakapozungumza na waandishi wa habari atayasema yote kwa uwazi. Lakini zawadi lazima zitakuwa. Hatuwezi kuwaacha vijana wetu waende wakapambane huko alafu mheshimiwa rais akawaacha mikono mitupu. Zawadi zao lazima zipo. FM